Katika siku ambazo nina imani kubwa na timu ya taifa ya Tanzania basi ni siku ya leo, na pengine hii game nikiulizwa inaisha ngapi ngapi? Mimi naona inaisha moja moja dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Ndiyo, Nigeria wamekuwa bora sana, ukitazama nanmao wanacheza hivi karibuni, basi safu yao ya ulinzi imekuwa ikiruhusu sana magoli. Game sita za mwisho, Nigeria na clean sheet moja tu dhidi ya Benin, ile nne kwa sifuri, game tano zingine zote karuhusu magoli. Hii ina maana kwamba safu yao ya ulinzi, basi kushikilia bomba ni changamoto. Wanachobebwa nacho zaidi basi ni uwepo wa washambuliaji nguli kama kina Victor Osimhen, lakini pia kina Demola Lokman. Kwenye midfield pia hapa pana wachezaji wazuri sana, kina Alex Iwobi wanapiga kazi kweli kweli, lakini eh, kwenye safu yao ya ulinzi basi mambo si mambo. So, timu ya taifa Tanzania leo ina uwezo wa kupata bao mbele ya timu ya taifa Nigeria kwa uwepo wa wachezaji kama Kevin John, kijana mdogo kabisa ambaye anacheza pale nchini Denmark. Magoli yake nimekuwa nikiyatazama, kijana anafunga magoli ya viwango kweli kweli, unaweza kusema Kile ni mbape hivi. Kwa hiyo, naona kabisa ana uwezo wa kufanya mambo yatokee leo, lakini pia kina Tylin na kina Faisal Salum Abdalla pia wamekuwa na kiwango bora sana, wana uwezo wa kutikisa nyavu mbele ya timu ya taifa ya Nigeria. Japo kitazama pia safu ya ulinzi imekuwa bora sana, Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job, nadhani wote tunakumbuka ile game na Guinea ya kina Serhou Guirassy, walipambana kweli kweli, lakini walishindwa kuweza kufunga bao na sisi tukaweza kufuzu kwenye haya mashindano ya AFCON. So, hii ina maana kwamba eh, kumzuia Serhou Guirassy unajua sio rahisi, eh, pia ni miongoni mwa striker nguli sana, ndo wana kiatu cha ligi ya mabingwa bani Ulaya msimu jana eh? Mpaka FC Barcelona walishindwa kumzuia huyu kijana. So, kwa performance ambayo niliona kwa Ibrahim Baka pamoja na Dickson Jobu wana uwezo wa kumzuia hata Victor Osimhen safi kabisa na kufanya mambo yatokee. Bonge moja ya game, Novatus, Dismas, Milosh katikati ya uwanja, naona kabisa, anakwenda kudominate leo anakwenda kupambana kweli kweli papo kwenye akaunti yangu unaweza ukabonyeza pale ukajoin pale kibabe kweli kweli, lakini pia pana namba hapo ambayo ni ya WhatsApp. Utanitumia pale meseji, nitakujibu safi kabisa, lakini uwe ndugu mwekezaji bana. Kila ni sports to the world.